Habari, sikiliza kisa hiki kifupi, huenda ukajifunza kitu. Mtoto mdogo alipoteza kiatu chake baharini. Kwa huzuni, akaandika kwenye mchanga wa bahari, bahari hii ni mwizi. Kwa pembeni, mvuvi mmoja alikuwa amevua samaki wengi siku hiyo. Alitazama bahari kwa furaha na kuandika, bahari hii ni karimu. Kwa pembeni yao, mama mmoja alimpoteza mwanaye, alifariki kwenye maji ya bahari. Kwa machozi, aliandika Bahari hii ni muuaji. Lakini si mbali na hapo, mzee mmoja ameokota lulu yenye thamani kubwa. Alitabasamu na kuandika, bahari hii ni chanzo cha utajiri. Kisha ghafla mawimbi makubwa yakaja na yakafuta maandishi yote, na bahari iliendelea kutiririka kama kawaida. Hivyo ndivyo maisha yalivyo. Kila mtu atakuona kupitia macho yake, atakuzungumzia kulingana na hisia zake, na atakukumbuka kutokana na uzoefu wake. Usiumize moyo wako na maneno ya watu Wanasema kile kilicho ndani yao, si kile kilicho ndani yako. Badala ya kufuta urafiki ili uendeleze chuki, futa chuki ili uendeleze urafiki. Unapokosewa usiwaze jibu kali, bali jibu bora zaidi. Waheshimu watu kwa tabia zako, si kwa tabia zao, maana ni tabia zako zitakazodumu hata baada yako. Na mwisho, kuwa kama bahari, acha mawimbi yako yafute maneno wengine.